Nimtambue shehe mkuu wa mkoa wetu kwa kuja kutuombea amani na utulivu kipindi hiki cha uchaguzi. Amina, amina. Mungu awabariki wa sana viongozi wa dini. Amina. Mimi, mimi na mambo machache sana baba. Chama cha Mapinduzi ndio chama, chama pekee mgombea wake akisimama anasema chama kimefanya nini na kinakwenda kufanya nini. Sisi tuna mkataba huu hapa, hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi kati ya chama na serikali. Yote naenda kuyasema yako ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, mimi nikwenda kusimamia, na ninyi wananchi wa jimbo la Bukoba ni wajibu wenu kuniuliza, ukagambe kikilia ntinkiki okagambe kikilia ntinkiki yoyote nayo yasema kazi ya jimbo siyo kazi ya mtu binafsi. Kazi ya jimbo ni kazi ya chama tawala, na maendeleo ya kweli yanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa nini CCM? Kwa nini Chama cha Mapinduzi CCM? CCM kwenye ilani yake hii imejali watu wa kada zote, kuanzia mtoto maana ikijenga hospitali ili mama aende ajifungue, imeanzia kwa kiumbe ambacho kiko tumboni, imekuja kwa machinga, imekuja kwa jasiriamali, imekuja kwa watu wenye kazi mbalimbali mbali, kazi maalum, imekuja kwa watumishi wa serikali na mambo yote yanayogusa jamii yetu. Kwa Rwamishenye leo tumetembea nyumba kwa nyumba. Tunapotembea tunafanya mambo mawili moja ni kuangalia changamoto zilizopo kwa wakati huo, pili ni kuomba kura kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Ndio baba, nimetembea sana. Chama cha Mapinduzi ni chama tawala, ni chama dola, kiko kazini. Ninapopita kwenye nyumba, nikaona kuna changamoto inayowezekana na wapigia viongozi wa kiserikali na wanaitatua moja kuna taarifa njema. Kabla sitaenda kwenye, kwenye ilani, ni wataarifu wana jimbo na wanarwamishenyi, tumekuta kuna changamoto kubwa sana ya maji Green Belt, kwa kutumia mawazo yangu mawazo mbadala ambayo niliwaza muda mrefu kabla sijachukua hata fomu. Nikampigia mkurugenzi wa Buasa nikaongea naye nikamwambia, kuna watu vioski vingine vimefungwa kwa watu kushindwa kulipa bili za maji. Leo Kaororo vioski vimefunguliwa, Ijuga Nyondo wanaenda kupata maji, lakini nikamuuzia wazo moja. Ujenzi wa nyumba unagharimu gharama kubwa sana, kuna watu wamejenga nyumba wameshindwa kuweka maji. Nikamwomba, kwa nini mtu asilipe elfu hamsini ya awali gharama za uwekaji wa maji, akalipa kwenye bili yake. <coughs> Mkurugenzi akakubali. Kwa hiyo, wanajimbo wa Bukoba, kama kuna mtu ana changamoto ya maji, anataka kuweka kwenye maji kwenye nyumba yake, ana pesa ana elfu hamsini kesha asubuhi saa moja na nusu, buwasa na nusu aende buwasa na atapata maji. Hiyo ndiyo kazi ya CCM. Sasa mtu akikuuliza kwa nini CCM, moja ujeme itajenga soko la ruhamishenyi Mbili itajenga soko la ndizi Kagondo. Tatu itajenga soko la Kashai. Nne, itajenga soko la Machinga Machinjioni. Tano itakamilisha ujenzi wa soko letu. Sita itakamilisha uwekaji wa taa za barabarani, taa zetu za Rwamshenyi zinaenda kuwa na taa za barabarani. Saba, kituo chetu cha afya kwa kuweka jengo la mama na mtoto hapa hapa Rwamishenyi. Nataja namba nane, tunakwenda kujenga matu, ma, madarasa 113 na hapa Rwamishenyi tukiwa na madarasa kumi kwenye mashule yetu ya msingi, tunaenda kujenga vyumba 131 kwa shule za sekondari, na hapa na hapa Rwamishenyi asilimia kumi na hii naenda kusimamia kuhakikisha ile mikopo inafika kwa walengwa. Tunaenda kujenga miundombinu ya barabara kwa uongozi shirikishi kwa kutumia TARURA na TANROADS kwenda kuboresha miundombinu, maana miundombinu ndo uchumi. Tunaenda kuajiri walimu na madaktari katika vituo vya afya tulivyovijenga katika kata zetu. Mama Samia amesema tukimpa kura za kutosha tarehe ishirini na tisa atatoa bilioni mia mbili kwenda kwa wajasiriamali wanaoanza na wanaoendelea, na mimi mkinipa ridhaa, mtahakikisha huo mkate na sisi wanabukoba tunaupata. kumi na nne. Chama cha Mapinduzi kinaenda kukamilisha ujenzi wa stendi, kingo za mto Kanoni, soko letu, na kwa uzoefu nilionao nao nauhakikishia kwa pesa alizo alizozileta mama Samia, tunaenda kumalizia miradi yote iliyoanzishwa na kuanzisha miradi mipya. Na wote wenye nguvu, mafundi na wanaofanya kazi za nguvu, ndio watapewa kipaumbele kufanya kazi kwenye miradi hiyo. Tunakwenda kujenga soko la dagaa na samaki custom Abajubi, mnavua, mnajua kuna sehemu ya kuuza samaki na dagaa zenu. kumi na sita. Bodaboda tunakwenda kuunganisha pesa mnazozilipa maana unakuta unalipa ratra, tra, halmashauri, hey, maeneo mbalimbali. Sisi sehemu inasema hayo malipo yanaenda kuunganishwa na kulipiwa sehemu moja, lakini na kujadili ile mia tatu mnayotoa kila siku, kuangalia kama ni sheria inawekwaje vizuri kwa uongozi shirikishi na kwa kushirikiana na ninyi. 17 hii sasa ndio kiboko Chama cha Mapinduzi. Na yeyote anaweza kufika kwangu au kwa katibu akasoma nayo, yasema hayatoki kichwani mwangu. Ndugu zangu Wanabukoba, nia ya kuwatumikia nayo, uwezo wa kuwatumikia nao, na sababu ya kuwatumikia nayo. Naomba kura zenu za kishindo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. yote imeangaliwa, wafanyabiashara, machinga, mamantilie na watu wote, mkinipa ridhaa, tunaenda kusimamia mambo haya yote. Ndugu zangu, kura yako unayoenda kupiga ni kwa ajili ya maendeleo yako. Unapoenda kupiga kura, lazima ujiulize kichwani. Auendi kumchagua rafiki, auendi kumchagua ndugu auendi kumchagua mke auendi kumchagua mme auendi kuchagua viongozi wa dini, ila unaenda kuchagua maendeleo. Maendeleo yako yako kwenye kura yako moja. Kwa hiyo msidanganyike, mtu ukuambia usipige kura au mtu anakwambia mimi nitafanya. Katika nchi yetu hakuna mimi nitafanya, sema serikali itafanya <tipulia> anaenda kusimamia yote niliyoyasema mimi, kwa sababu yako umu uwezo na uzoefu wa kusimamia niliyoyasema ni ninao. Kwa aina hiyo, basi niwaombe sana Mama Samia, mama shupavu, mama jembe, mama mwenye hofu ya Mungu, mama mwenye upendo uliotukuka, mama anayewajali watu wote walika zote Amen kubwa sana katika jimbo letu la Bukoba mjini ambayo kwa vizazi na wazee ambao wanazeeka sasa ilikuwa haijawahi kufika. Ile meli imesemwa hapa imejengwa kwa bilioni 126 inabeba watu 1200. inabeba tani 400. sasa kazi ni kwetu kuboresha mazingira. Asanteni sana. Ndugu zangu wanaruamshenyi, niwaombe kwa heshima kubwa, tarehe 29 tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, tuamshane, tumwombe Mungu.